Tunaendelea kitabu chetu Riyaalul badeea, tulikiacha kwa muda mrefu, ilikuwa nikiumwa, kwa leo tuwe pamoja kuendeleza. Ni volu ni nini, clip namba 9, si ndio? Tisa, si ndio? rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin amma ba'd, kurasa wa 24, faslun wasunanul matlubatu fis-swalati na wani na suna zenye kutakwa fiswalati, katikatikati ya swala ni nina wani, namna mbili. Wasuna lmatluba tu na suna zenye kutakwa fiswalati, katikati ya swala na waani, ni namna mbili, abaadun wa hayatun, ni abaadu na hayatu. Falabaadu ishruna Aziko 20 ni suna ishirini. Ishirini zinaitwa abwaab alkunut, ni ile kukunuti Allahumma ajina fi ma nadait, wa tashahhud alawwal la na tashahudi ya mwanzo, fil fardh, katika swala ya faradhi, wal hayati na hayati, vile vipamo vile sawa, wal hayatu na hayatu, sema kathira tu ni nyingi, zote ni suna ambazo ziko ndani ya swala, wal hayatu na hayatu kathiratu ni nyingi. Hizi haiati abadu ziko 20, naelewa. Amesema ab, abadu, haiatu na abadu. Amesema ziko ngapi? Ziko 20. Lakini al kunutu watashaudu lawalu fil fardi, hizi ni katika nini abadu. Sasa haiatu ni nyingi, maana katika hizo 20, haiatu ni nyingi mno, ndio maana yake eh? Wala haiatu kathiratu, na haiatu ni nyingi minha tasbihatu ruku zile tasbihi zote za kuruku zile ni katika hayatu, zinaipamba ni vipambo vya swala wasujudi na sijida zote. Wa takbiratu lintiqalat na kibira takbira za maburu zile ni katika hayatu swala, eh? wa du'a li iftitahi na du'a li iftitahi, wa ta'awudhu na kule kusoma a'udhu billahi minash shaitani rajim ni kipambo katika swala, kabla al-fatiha kabla al-fatiha. Wa ta'aminu badaha, badaha tuba... na kuitikia amin baada al-fatiha ya lfatiha pia, wasuratujaru na kudhihirisha, wal walisraru na kuficha, fi mahalli kwa kushudia au sahwan au kwa kusahau fasuna vilivyosuna, lahu kwake yeye mwenye kuswali, an yasjuda lisahwi, asujudi bika, maana umeleta kitu ambacho hakiribika, maana umeleta kitu ambacho hakimo katika sheria. wal hayatu na hayatu, la yasjudu laha, hata isujudia hayatu, haiatu. wain tarakaha na akiacha haiati amdan kwa kusudia, falau sajada, lau alisujudi litarikiha kwa kuiacha haiati akaiacha mutaamidan hali ya kukusudia lisujudi akafanya kusudi kusujudi batalati swalatuhu imebatilika swala yake. Ameleka nafkiri kabla faraghi swala fi adadi ma sallahu min rakaati au fi shayin min arkani swala. Waman shaka na mwenye waman kutilia shaka kabla faraghi swala kabla faraghi swala, kabla kumalizika swala, ya kumalizika swala akatia shaka fi adadi rakaati katika idadi ya rakaa akati ya idadi maswalahu alizoswali min rakati au fi shay'in, au akati ya shaka katika kitu chochote, min arkani swala wajaba alaihi, ndo jawabu wa wajaba alaihi, kuna unapasa juu yake nya, yakin waaah, kunapasa juu yake nyan laain, awakie juu ya yakini. Yakini ni kile kichache, kile kihaba, naelewa Wayati bima shaka fihi, na alete kile ambacho amekitilia shaka mfano, umeswali swala ya raka nne kati, kati ukati ukatia shaka nimeswali raka mbili au nimeswali rakaa moja, wewe bana kuwakia jua yakini, ni kusema nimeswali rakaa moja, maanake ulipize raka ile ya pili, meelewa? Ili utumize rakaa nne vile vile lakini ukasema hapana, ni rakaa mbili, athari yake kwamba ukiweka vile vile rakaa mbili alafu ikawa ile shaka imbaki vile vile utakuwa umeswali rakaa tatu. Wewe hiyo ni hatari. Kwa mwenye kutia mashaka katika idadi ya kitu katika nguzo, achukue ile idadi chache, shaka yake aijenge kwenye ile hata, mbili au moja, moja tatu au mbili mbili, ndio inatakiwa. Tuelewana. wayati ya bima shaka fihi na ataleta kile ambacho alikitilia shaka ndani yake pia. Wayusanu lahukunasuniwa kwake, anyasujuda alisahwi, aiwa asujudu kwa ajili ya kusahau vile vile. Wasujudu sahwi la azidu ala sajdatain, na sujudu sahwi haizidi asujida mbili. Wa mahaluhu, na mahala pasajida kusahwi kabla salamu, ni kabla ya kutoa wa salamu. Wala dhuru shaku wala haidhuru shaka baada faraghi swala, baada ya kumaliza swala haidhuru shaka fi shay'in, katika kitu chochote. Shaka yako imekuja ushamaliza swala hey, una neno swala wala haidhuru shaka. Haidhuru shaka baada faraghi swala, baada ya kumaliza swala haitadhuru shaka fi shay'in, katika kitu chochote min dhalika, miongoni mwa hivyo, ila fil niyya, ila katika nia ni mtihani Nilinuia kufunga hii swala au sikunuia, hapo pana matatizo, bidi urudie swala yote nzima. Babu mufsidati swala, huo ni mlango wa venye kuharibu swala. Babu mufsidati huo ni mlango wa venye kuharibu aswalati swala. Almufsidatu, venye kuharibu swala. Inkarana takbira tal ihram, vikiambatana vifungifungamana na kibira na takibira ya kuirimia fala tanakidu, swala haitafungamana swala kabisa. Almufsida viharibifu, inkaranati vikikutane, viharibifu na takbira tali ihrami, fala tanakidu, swala haitafungamana swala, swala, haita swala maha pamoja na hivyo. Mufsida viharibifu wa intaraat, vikizuka hivyo vitu hivyo viharibifu, baada dughuli fi swalat, baada ya kuingia katika swala abitwalataha vitaibatilisha swala vitaiharibu swala. wa intwaraat na vikizuka mufsidatu, baada dukhuli fi swalat, baada ya kuingia katika swala abitwalataha, vitaibatilisha swala. Wa hiya kathiratun, navyo ni vingi. Famina alkalamu lamdu, miongoni mwa mufsidatu swala ni maneno kwa kukusudia. Famina alkalamu lamdu, maneno kwa kukusudia walau kalila, ijapo kuwa machache walfilu lkathiru wala usahawa na vitendo vingi japokuwa kwa kusahau. Wajikune mpaka ni hatari, haifai. Umeelewa? walahadathu lakbaru au lasghar, kidogo haina neno. wawashwo tu kidogo, unatete maji, umeshupana kungunia kidogo, lakini so tena, kila saani kachh Wala hadathul akbar aw al asgharu, na hadathi kubwa au ndogo. Wahuduthu najasa, na kuzuka najsi. Allati najsi, ambayo la yufa anha, kawaida yake najsi hiyo la yufa anha, haisamehewi. Wa salamu amda, na kutoa salamu kwa kusudia fi ghairi mahalihi. Aaaaa, amda na kutoa salamu kwa kusudia fi ghairi mahalihi, mahalihi, pasipokuwa mahali pake. Wa fi shayin, na kufanya kitu chochote min alarkani lfiilia, miongoni mwa vitendo vya vitendo. Wa fi'lu shay'in, na kufanya kitu chochote min alarkani lfiilia, miongoni mwa nguzo za vitendo. Amdan, kwa kusudia fi ghairi mahalihi, katika isokuwa mahala pake. Waradu na wa kuritadi. Waliyadhu billahi ta'ala, atakayfadha kwa mwenyezi Mungu. Waradu warida, na kuritadi warida na kuritadi, waliyadhu billah, natakaifadha kwa Mwenyezi Mungu taala na ilo eh, wa inkishafu alawra, na kudhihiri uchi uka uko uchi, lilqadir ala satir kwa mwenye kuwezaji wa kujistiri eh, wa taghiru niyya na kuibadilisha nia, wa taghayyu niyya na kuibadilisha niyya, wa tahawwalu anil qibla, na kuelekea kukiacha kukielekea Kibla, wa tahawwu na kugeuka

uko kwenye abudi uko kwenye ratiba, basi ukishaelekea kibla katika kufunga swala, baada ya hapo utaelekea huko, tumeelekea Bagamoyo, umeelekea Mtwara, wewe twende tu eh, simame hapo. Wee, ni babu swala, il swala ni nyingine babu swalaatil jamaa. Huu ni mlango wa swala ya jamaa ya fardhu kifaya hiyo ni faradhi kifaya. Swala ya jamaa ala ahli albalad, ya watu wa mjini ni faradhi kifaya ya fardhu kifaya ni faradhi kifaya. Ala ahli albalad, juu ya wa watu wa mji, wajibu alaihim, na kunapasa juu yao ikamatwa kuisimamisha swala ya jamaa. Fi mahali dhahiri linasi, mahala penye kuwadhihirikia watu, mahala wanitana, la panapoonekana. La yastahyi ahadun min duhulihi, haoni haya yoyote kuingia mahala hapo, sikitu, sehemu yaonekana au kujificha ficha. Wa sunna na sunna anyuswali shahasu jamaatasuna anyuswalia shahsu kuswali mtu jamaa ta kuswali jamaa, walau ma ahli baiti yakwa, pamoja na watu wa nyumbani kwake. Sio lazima msikitini, waweza kuswali nyumbani na mkeo na wanao swala. imeswizi elewa, wajibu alal muktadina kuna paso ya mwenye kufuata, anwi al jamaa anue jamaa, wali iktidana anue jamaa na anwi kufuata al-imam na li... vijue vitendo vya imamu wa an yalama, na kuvijua afal limami, li vitendo vya wa imamu wa an yutabiahu, amfuate imam fiha, katika hivyo vitendo vya swala wa an yutabiahu, amfuate imamu fiha, katika vitendo vya swala wa an yajtamia an mahu, na mwenye kumfuata imamu akusanyiki pamoja na imamu fi makani wahid, mahala pamoja wa nyajtamia mahu akusanyike maamuma na imamu pamoja na imamu fi makani wa hii mahala pamoja. wala takadama alaihi asimtangulie imamu fihi katika hapo mahali alipokaa maamuma nyuma, imamu mbele eh. wala takadama alaihi asimtangulie imamu fil afaali, maamuma asimtangulie imamu katika vitendo. takaduma mfahisha kumtangulia kuliko kubaya wala taakhar an, wala mamum askae nyuma zaidi ya imamu fiha, katika hiyo swala askae nyuma sana, naelewa. Kadhalika kama hivyo, wala tasii imamatu untha, wala kusii wimamu wa mwanamke, wala tasii imamatu untha au aswi wimamu wa untha, untha untha mushkil ule, lakini untha kwa mwanamke tamkoli na ingia untha mwanamke na untha yule untha un, un, un, untha mushkeli yule, japokuwa kwa hendwa hasa untha. Naelewa wala taswihi imamatu aluntha, haitaswi imamu ya untha, ila linisa, ila wasalisha wanawake. wala imamatul kafiri, au swihi imamu wa kafiri, wala man, wala uswi imamu wala mbaye la yatamayazu la yumayizu. Hapa mbanui ni chini ya miaka saba chini ya miaka saba ndo rika la tamizi, ni miaka saba kwenda juu, umeelewa? Wa man yubdil harfan, na mwenye kubadilisha herufi min alfatiha biharfi ha biharfin akhar, akaleta harufu nyingine, huyo hafai kuswalisha swala, hata kama ni mtu mzima, hata kama ni shehe, lakini anaharibu herufi katika suratul Fatiha, hafai kuswalisha. Mtamwogopa tu, mtampenda tu, lakini bora afaba akaswalisha mtu mdogo miaka tisa na miaka kumi Ah, tukosea adabu? Hakuna kukosea adabu katika ibada. Bwana Abdullah bin Umar alikuwa sahaba mdogo sana, lakini akashinda ma, ma, kwenye masala maswahaba watu wazima waliosoma na baba yake. Hakuna kitu cha ajabu katika ilmu kuzidiwa na mtoto mdogo. Ah, acha bwana. Wala afdhala an yakuna alimamu fakihan halima, na ilivyobora ni kuwa imamu ni mwana wa zuoni, anajua ilmu alfiqi vizuri, aliman mwana wa zuoni akijua bi ahkami salati wal jamaa, anajua hukumu za swala na hukumu za jamaa. Wa an yakuna min khiyari nas, na awe ni katika wabora wa watu. Ni vizuri, wa an yakuna, na kuwa imam min khiyari nas, ni miongoni mwa wabora wa watu. Fi dhati, katika dhati. Wa nasabi wa sifat, na nasabu na sifa. Eh? Tumalize mlango huu wa bado miwili ya mwisho huu. Na salati al jumuah eh? babu salati al musafiri huu ni mlango wa swala ya msafiri, twasafiri sasa, kwa ajili ya kuifuata. Tamtadei ya juzu, kasuru swalati rubaiya, kuna juzu kupunguza swala za rakaa nne. Fi safari tawili, katika safari iliyo ndefu. Yajuzu kasuru swalati rubaiya, kuna juzu kupunguza swala ya rakaa nne. Fi safari tawili, katika safari ndefu. Aljaiz yenye kujuzu, bisharti an yaksida almusafir kwa sharti ya kukusudia msafiri, akusudia nini? mahala maaluma, nenda sehemu fulani, alafu ndio uanze kupunguza. waanyanuia ya alkasira yakinan maa takbirati lihrami, na anwi kukusuru kwa yakini pamoja na takbira ya kuhirimia. waanyanuia alkasira, anwi ya kupunguza yakinan, kwa yakini maa takbirati lihrami, pamoja na takbira ya kuhirimia wala yaktadiya biman yutimu swalatahu, na asimfuate yule ambaye yutimu swalatahu anayetimiza swala yake. Wala yaktadia na kutomfuata mabiman yule ambaye yutimu swalatahu anayetimiza swala yake. Wala yantahia safaruhu, na isikomelee safari yake kabla tamami swala, kabla ya kutimia swala. Wala yantahia safaruhu na isikomelee safari yake kabla tamami swala kabla ya kutimia swala. wa yajuzu fi safari almadhkur, na itajuzu katika safari iliyotajwa, jamu takdim wa taakhir, kujumuisha jamu takdim na jamu taakhir, baina adhuhuri wal asir wa baina almaghrib wal isha faqat, kati ya dhuhuri na alasiri ajumuishe na kati ya magharibi na isha. Maana dhuhuri na alasiri zinafanana utungo wao ni swala za kuficha ni swala za rakaa nne rakaa nne. Magharibi na isha ni swala za kudhihirisha, zinafanana katika kudhihirisha, tofauti ni katika rakaini, rakaa tatu ile rakaa nne. Walikullin minal jum'aini, na pana katika kila moja ya jamu mbili, jamu takidi na jamu taakhiri, pana kila katika moja shurutun, kuna sharti zake maalum wa na ina kila moja mina aini katika jumua mbili hizi shurutu, ni sharti za maalum. Fa shurutu jamu itakidim, basi sharti za jamu itakidim, aniyanu al jamaa, anui kujumuisha, fi swalati ula, katika swala ya kwanza. Fa shurutu jamu itakidim, sharti za jamu itakidim, aniyanu al jamaa, anui kujumuisha, fi swalati ula, katika swala ya kwanza, walau ma salamu minha, ijapokuwa pamoja na salamu katika azani waanyukadima swahibata lwakti amtangulie, ajumuishe kwenye ile swahibu lwakti. Wewe wataka ujumuishe kati ya alasiri naalaasiri na nini na adhuhuri na kwa ma... na... Na... Na... Na... Na... Na... Na... Na kwenye ene swahibulwakti ni adhuhuri, unuie pale kwenye adhuhuri jamutakidimu umeelewa? Ukusanye adhuhuri na alaasiri, swahibul waqti anaitwa ni nini? Ni adhuhuri. Kwa hiyo unuie hapa kwenye adhuhuri sawa wa ya dhuhur nao ni ya dhuhur au al maghrib au maghrib kama tukaujumuisha maghrib na isha, jamu taqdim, sahibul waqt ni jamu nini? ni maghrib. Sawa wa an takuna al mutakaddima, na yenye kutangulizwa sahiha, hata yaqina ni swala ilo sahihi, tena kwa yaqini. Usalmu yakinisha wala yusila bainaha, na kutupambanua kati ya hiyo swala wa baina thania, na kati ya pili kusipambanuliwe azamanu kwa zamanu, kwa zaman ambazo, ha, ke, thania, apili, zamanu, zama ambazo yasamu rakataini zinakundukia raka mbili, wala yusila bainaha na asipambanue kati yake wa baina thania na kati ya swala ya pili, zamanun zama ambazo yasau rakataini inakundukia raka mbili, wa yaduma safar na idimu isafari hata yuhrima bithania faka airimi ya pili eh? Walijamu itakhiri sharitani fakat na na ina ina jamu itakhiri sharti sharti mbili mbili tu tu ni ipi? na ina jamu itakhiri sharitani fakat, sharti mbili tu ni ipi? Anyanu ila jamaa, kwanza ni kunuia kwa kujumuisha kabla huruji dhuhuri, kama wajumuisha dhuhuri na alasiri eh, lakini jamu itakhiri sawa. So, kunuia kabla dhuhuri haijatoka kabla dhuhuri haijatoka, awil maharibi, atakaujumuisha magharibi na isha lakini jamu utaakhiri sawa, basi unuie hapa kwenye magharibi eh. wa yaduma safar, na iendelee kudumu safari hata yuswali thania kuliha, mpaka iswali ile swala ya pili yote kamili, aiswali hata yuswali th yuswali thania ta kula, mpaka iswali swala ya pili yote. Hiyo ndio sheria za kujumuisha swala eh. Aljuma tumalize, aljuma, babu swalati aljuma huo ni mlango wa swala ya aljuma. Babu swalati aljuma, la tajibu swalatu, haitapata swala siku aljuma, haitapasa swala aljuma ila ala ahli baladin mabiniya, isipokuwa juu ya watu wa mji, mji wenye majengo. Ahli baladil mabiniya, watu wa mji, mji ulio na majengo. Walau bil jarid, japo majengo yalijengwa kwa mapongo. Walau bil jarid, japo majengo yalijengwa kwa mapongo. Watakapokuwa pana katika idadi hiyo 40, watu 40, minal muslimina, wa Waislamu, adhukuri, wana waume, alahrari, waungwane, al balighina, wenye kubalere, alukala, wenye akili, al almustautinin, wanawaki mji au wakazi wa mji, wasalimu, wamesalimika, min alamrad waladhari, wamesalimika al wa na maradhi na nyuguru za aina zote wa adhari aljamaa, wa wamesalimika na adhari jamaa na yudhuru za aljamaa eh? za jamaa, wa wamesalimika na yudhuru za jamaa. Yudhuru za jamaa inevua maradhi na vingine hivyo eh? wa vinginevyo wa taswihi taswihi swalati aljumaa maal mamaliki wasibiani wa nisai, pamoja na watumwa wenye kumilikiwa wasibiani na watoto wadogo ambao si wajibu kwa wao, lakini wanapasa kuongeza nguvu eh? Wataswihi inasuhi swala juma maalima Malik, pamoja na wenye kumilikiwa watumwa, wasibiana, watoto wadogo, wanisaa na wanawake, tabaan wakiwa ni hali ya kuwafuata lihaulai, hawa arobaini muslimina dhukuri. Umeelewa, watajibu aidha na itapasa salatu ya jumaa vile vile, ala kulli mukimin fi baladatihim, juu ya kila mkazi wa mji fi baladatihim, katika mji wao taba alahum wa kiwafuata wale 40 watajibu. Itapasa salatu ya jumaa aidha, ni vile vile, ala kulli mukim, juu ya kila mkazi wa mji fi baladatihim, katika mji wao taba alahum wa kiwafuata wale 40 mfano, mukim hawa wakazi wanaokaa pale mjini, kama hivyo wanafunzi mfano kwenye jumuiya zetu itamta Shamsu Maarif, kuna kundi la nafunzi kutoka Kondoa, kundi la nafunzi kutoka Lushoto, kutoka Zigua, kutoka Mtwara, kutoka Singida, a wote ni mukimuna, wote woti amukimuna. Umeelewa? wanachanganyikana na sisi arbauna ambao ni muslimina dhukuri, Ijumaa imetimia. Taelewana? wa ilam yastawtin biha ijapokuwa hawafanyi ukazi wa mjona. Wanafanya ukama, mji wanafanya wanakaa pale lakini, lam yastawtin hawawi ni wakazi wa mji moja kwa moja, baada ya miaka miaka mitatu minne mitano, alichopata mwenyewe ah, mimi ndo zangu kwetu basi. Umeelewa, wa ilam yastawtin ijapokuwa hawafanyi kuishi hapo milele ila, idha kanat iqamatuhu itakapokuwa ukazi wao kaatiata lisafari ukazi wao unakata safari. Maana safari ni siku kumi na tisa tu, safari ni siku kumi na tisa tu, asiwa kama miaka miwili. Tuelewana. wa shurutu sihatiha, na sharti za kusii kwake swalati ljuma, an yatakaddama alaiha, ni kutangulia juu ya swalati ljuma hutuba tani, hutuba mbili, an yatakaddama alaiha, ni kutangulia juu ya swalati ljuma hutuba tani, hutuba mbili, bi shurutihima, pamoja na sharti zao wa antaka jamaatan na ituke hala ya kuwa ni jamaa swala hiyo, walau firakati lula ijapuwa katika raka ya mwanzo, wala budda hapana budi min niyati aljamaa nia ya kuswali jamaa huna hapa, maata harumi pamoja na kuilimia, wala budda hapana budi min niyati aljamaa nia ya kuswali jamaa huna hapa, maata harumi pamoja na kuilimia, hata fi haki alimam mpaka katika haki ya imamu wa antufala na kufanywa hiyo swala ma khutubataiha pamoja na hutuba zao zao fi wakti dhuhri katika wakati wa dhuhuri, akusuihi kuzitenda hizo hutuba kablahu kabla salati aljuma kabla, walau haraja alwaqt lau ulitoka wakati kabla tamamiha kabla ya kutimia hiyo swala sawa. so, tamamuha wataitimiza hiyo swala dhuhuran, hala kwa ni adhuhuri wala kharaja alwaktu umetoka wakati wa kuswali aljuma, kabla tamamia kabla hujaitimiza aljuma rakaa mbili na kutuba zake tamamuha, wataitimiza dhuhuran, hala kuwa ni adhuhuri rakaa nne, waantakuna wahidatan, na iwe swala ya jamaa ni moja, waantakuna wahida sharti za ijumaa ni kuwaswala juma ni moja fil baladi, katika mji, ila liundhur, isipokuwa kwa udhur. Mwezi ambazifanya tatu nne, haina neno. Msikiti ni mdogo, mji ni mkubwa. Umeelewa? Wasuna an yaktasila, ni suna mtu aoge kabla zawali, kabla kupenduka jua, mayuridu hudhuraha, anayetaka kuhudhuria swalati ljuma. Wasuna ni suna an yakhtasila, koga kabla zawali kabla kupenduka jua, manyuridu huluraha, anayekusudia kuhudhuria swalati jumaa, waanyatanadhafa ajitakase, wayatatayaba ajitemanukato, wayalbasa thiaba lbidh, na avae nguo nyeupe, wayalbasa na avae, athiaba lbidhi, nguo nyeupe, waanyaka nauawaanyakraa nasu, nawasome na watu wa an yakra na, na kusoma watu fi yawmiha mchana, wa aljumaa wa lailatiha na usiku wake, wasomeni surat alkahfi. Ni sunna kusoma surat alkahfi. wa yukfi fiha, na wakithilishe mchana, wa aljumaa na usiku wake. Mina salati ala nabii, kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tangu leo baada ya salati almaghribi lewa la Hamisi. Hii ni kuswalia Mtume kwa wingi sana, ni sunna